Wanaume wengi wanapoteza ubora wa mbegu bila kujua chanzo kikuu ni msongamano wa sumu mwilini. Sumu hizi hukusanyika kutokana na vyakula vya mafuta, pombe, sigara, dawa nyingi za hospitali na msongo wa mawazo. Na sumu hizi zinapokaa mwilini kwa muda mrefu, zinaharibu ini na kusababisha homoni za uzazi kuvurugika kama testosterone, lakini pia na kupunguza uwezo wa mwili kutengeneza mbegu zenye nguvu, kasi na idadi ya kutosha. Aa, hii inaweza ikapelekea mwanaume kuwa na matatizo ya mbegu chache au dhaifu, kuchoka haraka wakati wa tendo la ndoa lakini pia tumbo kujaa gesi na kuvimbiwa, ngozi kuchoka na kupata chunusi na kukosa hamu ya tendo la ndoa au kupata maumivu ya kichwa na ongo ya mara kwa mara. Sasa, ili kuweza kuondokana na changamoto hii, jambo la kwanza, hakikisha kila siku unapata chai ya karafuu na kipande cha tangawizi kilichosagwa, alafu na magome ya mdalasini nime Aa, nimeweka kwenye caption hapo jinsi ya kuandaa. Unakunywa hii chai asubuhi na jioni walau kwa siku 35 mfululizo. Jambo la pili, hakikisha unapata kutumia C247 na Livercare ili kuimarisha mbegu zako, kasi ya mbegu, uzalishaji wa mbegu na ubora wa mbegu na kusafisha mwili wote kwa ujumla. Na leo tunaendelea na challenge yetu ya kutoa sumu mwilini kwa kutumia C247 na Livercare, na leo ni siku ya kumi na saba. Uh, ambapo ni wakati wa asubuhi tunatumia kidonge kimoja cha C24/7. Mwanaume unapotumia tiba hizi zinaenda kuimarisha mbegu, kusafisha mbegu, kusafisha kizazi, kuimarisha mzunguko kwenye mfumo wa uzazi na kuhakikisha unazalisha mbegu zenye spidi, zenye kasi, lakini pia mbegu zenye ubora zilizokamilika mkia na vichwa, lakini pia kuimarisha pH kwenye uzazi wa mwanaume na kuimarisha homoni ya testosterone kuyo, kuongeza stamina wakati wa tendo la ndoa na kuzuia kuwahi kufika kileleni. Tiba hizi zitumie kwa siku tisini mfululizo yani mwezi hadi miezi mitatu, na dozi ya mwezi ni shilingi laki moja na tisini na mbili. Ili kuipata nitafute whatsapp kwa namba inayoonekana hapa, na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.